Dominika hii ya pili ya kipindi cha majilio, basi kanisa pia nawasha mshumaa wa pili ama mshumaa wa rangi ya urujuani. Huu mshumaa unaitwa mshumaa wa Bethelehemu au mshumaa wa matayarisho, na huu kama nilivyosema, unawashwa katika juma la pili la kipindi cha majilio ili kutukumbusha kipekee fadhila ya upendo. Mapokeo mbalimbali mbali ya kanisa huita mshumaa huu kuwa ni mshumaa wa Betlehemu na kuonesha holi la Kristo. Mungu alithibitisha ahadi ya mkombozi ambaye angezaliwa huko Betlehemu. Hivyo, maandalizi ya kiroho ni muhimu zaidi ili kumkaribisha mwokozi ipasavyo. Ni mwaliko kwetu kupokea sakramenti ya kitubio, kushiriki Ekaristi takatifu mara kwa mara na maadhimisho mbalimbali yanayotuandaa mbali, sisi Kuitengeneza Betlehemu njema ya mioyo yetu. Nikutakie maandalizi mema ya ujio wa Masia katika maisha yako, na historia nzima ya wokovu ionekane katika matendo yako. Tumsifu Yesu Kristo.